Ishara ya kwanza, unapata msaada kutoka kwa watu usiowajua. Kama wewe unapokuwa kwenye shida, unakutana na mtu ambaye haumjui, kisha anakusaidia, basi hii ni ishara kwamba wewe unalindwa na Mungu. Kwa mfano, umetoka zako nyumbani vizuri, ukihisi kwamba mfukoni una nauli, lakini baada ya kupanda kwenye gari, wakati konda anataka nauli zake, wajisachi, huna nauli hapo wao anatokea mtu anakuambia usijali nitakutolea, anatokea mtu anakusaidia, basi hiyo kwamba wewe unalindwa na Mungu, sababu alijua kwamba uko kwenye matatizo na njia pekee ambayo ametumia kukulinda ni kumtumia mtu mwingine ambaye wewe haumjui na wala hukuwahi kumtarajia. Kama ishara hii inatokea, basi unapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu yuko pamoja na wewe. Ishara ya pili, unapata amani katika wakati wa shida. Kama wewe hapo unapokuwa kwenye hali ngumu lakini bado unahisi utulivu wa ndani, ni ishara kuwa Mungu yuko pamoja na wewe na pia anakupa nguvu, kwa sababu si kawaida mtu akiwa katika hali ngumu kisha akapata utulivu wa akili, akawa akili yake imetulia. Mara nyingi anakuwa katika hali ambayo si nzuri ila wewe kama iko kinyume chake, upo kwenye shida lakini unahisi amani, basi ujua kwamba Mungu anakulinda. Kwa mfano, kama unakabiliwa na matatizo makubwa, lakini unahisi amani siolezeka moyoni mwako, mfano umepoteza kazi, umefiwa, au umepoteza kitu kikubwa, umepoteza mahusiano, lakini bado unahisi kuna amani fulani kwenye moyo wako, basi ujua kwamba nguvu ya Mungu iko pamoja na weye. Mungu anakulinda. Ishara ya tatu, unaepuka hatari bila kujua. Kwa mfano, kama kuna njia ambayo umezoea kupita kila siku, lakini siku hiyo kama ubadilishe hiyo njia, baada ya kubadilisha, baada ya muda kadhaa, unasikia kwamba njia hiyo kulikuwa kuna machafuko, watu walikuwa wanapigana, walikuwa wanarushiana mawe wakati huo huo ambao wewe ulibadilisha hiyo njia kwa hiyo kama haya yanatokea, basi ujue kwamba Mungu anakulinda na anakuongoza. Mungu huwa anatumia njia nyingi sana kutulinda, ambazo sisi mara nyingi hatuzioni. Kwa hiyo usikate tamaa hata pale ambapo unahisi upo peke yako. Jua kwamba kuna ulinzi wa Mungu ambao unatuzunguka. Jua kwamba Mungu anatulinda na hajatuacha nyuma, sisi waja wake. Sijajua kama wewe umepitia hali hizi au la. Kama umepitia niambia hapo chini kwenye comment. Je, yeah, kuna hali nyingine ambazo Mungu anazitumia kutulinda, ishara nyingine tuambia hapo chini kwenye comment. Kama hujasubscribe tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe, like video hii ipate kuwafikia watu wengi aande bye. Bye.